Mimi nichukue nafasi hii, mtendaji mkuu wewe pamoja na management na watumishi hawa walio muhimu ndani, tangu walipoanza maboresho haya ya utekelezaji wa mkakati huu tunaoendelea nao, watemesa mmefanya kazi kubwa sana sana sana. Nawapongeza sana kwa kazi nzuri ambayo umeanza nayo kwa, haikuwa rahisi, haikuwa rahisi sana, ilikuwa ni ngumu sana, lakini mabadiliko siku zote ni safari ndefu. Na mabadiliko sio rahisi pia. Wengi wanapofanya mabadiliko yoyote, wataalamu wanasema change is always risky. Na ndio maana wengi viongozi wameshindwa kuleta ufanisi katika maeneo yao kwa sababu ya kuogopa mabadiliko. Change is risky lakini vile vile haiwezekani maendeleo yoyote yakaja katika sekta yoyote, taasisi yoyote, sehemu yoyote ya kazi unayotumikia. Huwezi ukaleta maendeleo yoyote kama utaendelea kufanya vile vile, kwa utaratibu ule ule, kwa namna ile ile, bila kufanya mabadiliko, change will never happen. Ili uweze kuendelea sehemu yoyote ile ya utendaji wako wa kazi, mabadiliko ni kitu cha lazima. Kwa nini? Kwa sababu mazingira ya utendaji yenyewe yanabadilika. Magari uliokuwa unayatengeneza wewe mwaka hamsini, mwaka themanini, mwaka elfu mbili siyo unayoyatengeneza leo, kwa sababu teknolojia ya magari nayo inabadilika. utaratibu wa kuconnect mifumo ya kielektroniki ya umeme ya kipindi kile cha miaka themanini na tisini leo ni tofauti, kwa sababu hata majengo menyewe unayotumika kuconnect hiyo mifumo yako nayo yamebadilika. Kwa hiyo lazima, kwa vyovyote vile, ili uweze kuendana na hali ilivyo, ni lazima na wewe utendaji kazi wako na utaratibu wako wa kufanya lazima ubadilike, so change is necessary. Mabadiliko katika utendaji wa kazi wa taasisi yote ili iendelee ni lazima, wala sio kitu cha hiari. Ukitaka ufad, upate mafanikio makubwa ya kiutendaji na maboresho katika taasisi yako, popote mahala pa kazi, mabadiliko ni lazima. Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, siku ya leo tutajielekeza zaidi katika kwanza kupeana mirejesho hasa kwenye wapi tumefikia katika utekelezaji jumla wamkakati wasilisholo limeshafanyika, lakini pia tutajadiliana kwa kina kuhusiana na mapato na matumizi yetu. Nai tunakiita tutafanya ili tutumize azima ile ya kwamba TEMESA isizalishe deni. Lazima kwanza kinachopatikana kama malipo ya vipuri na vilainishi chote vikalike vipuri na vilainishi lakini lazima kile kinachobaki kama ndio cha kwetu, tutengeneza utamaduni wa kuishi ndani ya rasilimali tulizo nazo. Kwa hiyo inalenga katika kutuhakikishia kwamba tuna play au tunaishi ndani ya gharama zile ambazo tunazo, kama ni mapato yale ambayo tunayo. Kwa hiyo tutafanya hiyo discussion, kutokuwa na mambo mengine ya kitaalamu, mambo ya watumishi, mambo ya motisha, yote tuta discuss leo lakini ajenda kuu ya msingi ya leo ni financial sustainability ya kila kituo. Miongoni mwa mambo ambayo tunataka kufanya ni kuwa na ile utoaji wa motisha unaoendana na uzalishaji. Kwa hiyo wataalam wameandaa andiko hapo, na wenyewe tutapata muda wa kulijadili.